Mdhibiti wa vyombo vya habari nchini Gabon ametangaza kufungwa kwa muda kwa mitandao ya kijamii. Katika taarifa kwenye televisheni, msemaji Jean-Claude Mendome amesema mitandao inadhoofisha maadili ya umma, uthabiti wa taasisi na usalama wa taifa. WhatsApp, Facebook na TikTok ndiyo majukwaa yanayotumika zaidi nchini humo. Kwa sasa Gabon ipo katika mabadiliko ya kutoka kwenye mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Jenerali Brice Oligui Nguema ambaye alishinda uchaguzi wa urais mwaka jana. Kukatwa kwa intaneti pia kumetumiwa na serikali zilizopita. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, Kuleki, kukomenti pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.